Hili ni gari la jeshi limezingirwa na wananchi wanashangilia. Hili ni gari la jeshi limezingirwa na watu. Hili ni gari la jeshi limezingirwa na watu. Gari gari gari la la la jeshi gari la jeshi jeshi meshangilia na watu. Nisikilize, mtu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu sio yule anayehubiri kanisani. Wale ni feki, au ndo wanatafuta kuwa watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu kabisa kabisa ni yule anayeweza kuchukua hatua stahiki wakati kama huu, hatua stahiki ya kuwa sababu ya kuwaokoa watu walio kwenye vilio hata kwa njia ya kuhatarisha maisha yake, hata kwa njia ya kupata hasara yeye, siku kama ya leo e, na zinazoendelea, kuna ambao unawaita makahaba, kuna unaowaita wavuta bangi, hao ndio ambao hufanya kitu ambacho mtumishi wa Mungu alipaswa kufanya na hatimaye hao ndio ambao wana sifa na Mungu huwaita watumishi wa Mungu. Ngoja nikusomee maandiko na kusi. Popote ulipo usijiangalie, wewe ni mvuta bangi, usijiangalie wewe we, ni kahaba. Hebu angalia hatua unayoweza kuchukua ambayo inaweza ikawa sababu ya kuokoa jamii yako kwenye vilio. Nikusomee mfano watu ambao walikuja kuitwa watumishi wa Mungu, wakaingia kwenye orodha ya watumishi wakubwa sana. Nianzie katika kitabu katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 31, nasema kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na walioasi kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Kwa imani, hapa kwenye kitabu cha Waebrania hiki kuanzia 11. E, Waebrania kumi na moja chote kimeandika watu wazito, akina Enoko walionyakuliwa kwa imani, akina Ibrahimu, akina Musa, akina Daudi, wale watu unaowafahamu ni magwiji kwenye Biblia, wamesifiwa kwa imani kubwa. Lakini Rahabu naye kaingia kwenye orodha ya watu wenye imani kubwa, kaingia kwenye orodha ya watu wenye imani kubwa. Ni kahaba, lakini amewaokoa watu ambao walikuwa anapeleleza nchi akahatarisha maisha yake, lakini wale watu wakatoka salama. Huyo ameingia kwenye moja kati ya watu wenye imani kubwa aliyopata kuishi. Nikusomee mfano mwingine wa pili, niende Luka kumi mstari wa thelathini na tatu hadi thelathini na saba sema: lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alipofika hapo eh, hapo alipo na alipomwona alimhurumia kakaribia, akamfunga jeraha zake akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake akampelekea, mpaka akampeleka katika nyumba ya wageni akamtunza. Hata siku ya pili akatoka, akatoa dinari mbili akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakupa. Waonaje wewe katika hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia katika wanyang'anyi? Akasema ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Hapa kuna mtu e, alikuwa anasafiri, akiwa njiani akakutana na majambazi, wakampiga wakamnyang'anya kila kitu. Akapita kuhani, akapita kuhani akaona pale, akaona mmm, hawa majambazi nawezekana wako mbali, ngoja mi nipite pembeni, naenda kumuombea. naenda kuwaombea watu uh, kumwombea huyu mtu katika ulimwengu wa roho. Akapita Mlawi naye akaona majambazi mtu kapigwa yuko pale, lakini kaangalia huku na kule, inawezekana majambazi wako jirani hapa, na ikasema nami naenda kumwombea katika ulimwengu wa roho. Akapita Msamaria ambaye kwa wakati huo aliitwa mpagani asiye na dini, akamuhurumia yule mtu, akamwokota, akamtunza, akamgharamia. Ndipo Biblia, Yesu mwenyewe akasema, mtumishi wa Mungu ni huyu, hivi alivyofanya hivyo alivyofanya. E, kuna wakati palikuwa na dhuluma sana katika taifa la Israeli. Yeremia e, 25 mstari wa 9 imeandika kusema angalia, nitapeleka watu wangu watu na kuzitoa jamaa zote za upande wa kaskazini, asema Bwana, nami nitatuma ujumbe kwa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu ya wakaao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza, nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima, kwa kuwa watu wa, wa watu walioitwa watu wa Mungu wamefanya maasi, kudhurumiana, kuoneana na vitu kadha wa kadha, Mungu anamuinua Nebukadreza, mwabudu mizimu, mwabudu sanamu anamwita huyo, ndo mtumishi wangu, huyo ndio atakayekomesha kiburi hiki, maonezi haya nataka. Na nikusii mtu wa Mungu ya kwamba yoyote, popote, mi nishasema, fanya maamuzi ambayo hutajutia milele. Fanya maamuzi, fanya maamuzi ambayo hutajutia milele. Vyovyote vile, wote tutakula matunda ya maamuzi tutakayokuwa tumeyachukua wote utakula matunda ya maamuzi tutakayokuwa tumeyachukua. Nafahamu wako wanao kejeli, mbona wewe hatukuoni hapa barabarani? Huku ni zaidi ya kuwa barabarani, ni barabarani. Mbona e, wewe hatukuoni hadharani? Hatukuoni pengine huko huku huko kule. Huku ni zaidi na maisha yangu mimi. Kama wewe unaogopa kufa, mimi mtoto wangu ameshauawa pekee, sifa binti yangu meshauawa na mashetani. Mimi mimi kama niku, nikufa nikuawa nimeshauawa tayari, meshauawa tayari mara kadhaa, lakini yote katika yote, sawa sawa, endelea. Fa, fanya hilo. Wote tutakula matunda ya maamuzi, tutakula matunda ya maamuzi tutakayokuwa tumeyafanya, lakini nataka nikutie moyo, yeyote tutakayefanya maamuzi yoyote ambayo naweza kapelekea ukombozi, wewe ni askari polisi wewe ni usalama wa taifa, wewe ni jeshi la wananchi, wewe ni mkulima, wewe ni mfukaji, wewe ni mfanyabiashara eh, vyovyote unavyo unavyoishi wanakuita kahaba, wanakuita wanakuita, wanakuita, wanakuita eh, mwizi, wanakuita kibaka, lakini inawezekana maamuzi unayoweza ukachukua yakawa ndiyo maamuzi yatakayokufanya onekane wewe ndiyo mtumishi wa Mungu na kuingia kwenye records na historia ya watu wa watumishi wa Mungu waliopata kuishi. Kwa sababu utumishi wa Mungu ni kwa namna vile unavyoweza kunasua mtu aliyekwama, aliye kwenye kilio, ambaye hana cha kufanya. Takie baraka nyingi za Yesu Kristo. Nataka tu nikusalimia.